Madaktari mzima mbali mbali wa ulimwengu mzima katika mikutano yao mbalimbali wamepitisha kuwa saumu ni dawa peke yake ya magonjwa ambayo kwamba hayafanyiki dawa na madaktari na wakasema, ndiyo, Waislamu kuna maradhi mengi ya kuzukia hayawapati Waislamu, ila Waislamu wasiokuwa na miko ya saumu. Ni yule mwislamu afungao mchana, lakini magharibi ameweka sahani kumi na nne za kula sampuli mbalimbali samaki sampuli tatu nyama sampuli tatu kunde sampuli nne mikate, sijui mkate wa sinia, mkate wa mayai, mkate wa kidole, mkate wa, eh. Sasa ale yeye eh, kisha baada yake akae barazani aregeze kitambi, amelala pale, bwana bwana bwana bwana nini, ah, ta, leo top leo bwana, tarawehi kamba tarawehi, nitaisamehe bwana, sina namna ya kuswali, ntasujudu vipi mimi hapa. Ndio utaona shida ya Waislamu na hapa nakumbuka kisha cha Doktor Mustafa Lutfi Manfaluti, mmoja mtu hakimu alisema katika ajabu nilioyona mimi, nalikitembea nikapita barazani kamwona mtu amelala hawezi kujiinukiza. Una nini wewe eh? akaambia nimeshiba, siwezi hata kuinukiza. Nikaenda mbele kamkita mwingine amelala barazani hawezi kujiinukiza, una nini? kaambia nina njaa. Ule amelala hawezi kuinukiza, ameshiba. Huyu hawezi una njaa Akasema leo leo angalikula nusu nusu, akampa huyu, wangaliinuka wote wawili leo. Ngalifanya mpango nusu, akala yeye nusu, akamgawia huyu wote. Sasa huyu kwa shibe hawezi kuinuka, na yule kwa njaa hawezi kuinuka, na hii ndio shida ya binadamu. Na njaa ni dawa, hakuna da, dawa mzuri kama njaa. Njaa huvuta ambao kaziwebakia. Ukishiba sana ni ugonjwa, zakula maalumu zikipambana huleta sumu. Kuna una tasamum, matabibu wanajua, chakula kadhaa kitaingia na kingine kiingia, kinaleta sumu, kisha sumu kama ile inaleta magonjwa, magonjwa kama ile anasumbua. Sababu ya magonjwa mengi sana, sababu ni shibe nyingi na kukaa sana. Sisi sababu kwa wagonjwa wengi, hapa twakaa sana, tena twapenda raha kabisa. Mtu hata kutoka hapa kwenda Mnazi Mmoja, ngoja gari akae nusu saa, ngoja gari enda wapi mnazi mmoja tu au takwenda pani tu hapa, ambaye kwamba zamani mtu aitaka ende hapa mpaka Magomeni ende mpaka Kibaha kwa miguu, lakini wapi, watu wamekuwa wavivu, hawataki tena kwenda, mwili umevunjika, magonjwa sampuli sampuli yamepatikana. Sasa saumu imetusahilia na kula, mwili ukishughulika huwa na afia, ndo ndana saumu kukae kwa swala kukaekwa Qurani nyingi ile kusoma Qurani ile damu ya chemka ile tarawehe inakusaidia pia kufanya kazi ile damu. Ukimalizika Ramadhani wewe utakuwa maradhi ambayo kwamba yale yasojulikana yameondoka, ni yale maradhi ya kuja ambayo Mwenyezi Mungu amekuonja, kwa sababu yataka sana tukifunga, tupunguze kula wale wafuata na usofuata sunna Mtume. Kwanza alikuwa hali mara mbili, alikila msikitini mara moja imekwisha. Sisi kuna kufungua madhini utakula ushibe, ukimaliza kuswali ndio kufuturu ile. Ile si kufuturu ile, ni kumfungua tule, mwadhini mwadhini alitufunga sasa, ametufungua na sisi tumfungua na yeye vile vile. Basi ule uende nyumbani, umekiwa masinia, upige kweli kweli, ukaswali tarawe, ukitoka kuna na bembe. Hiyo bembe sijaona katika kitabu chochote cha hadithi, ntamani nione kwa masahaba walikila bembe, sijaona kabisa. Upige bembe kweli kweli kisha saa sita ule useme, hiki ni chakula tu cha kusaidia somu. Kisha na saa kumi ndio ule daku. Sasa ile faida somu yap, ile laalakum tattakuna iko wapi? Ile laalakum tattakuna kama ilivyoelezwa, ina maana mengi sana, lakini maana yote yamepotea kwa sababu sisi twafunga, twajiharibia somu yetu. Na somu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwambia, laysa siyamu min aljui wal atashi Kufunga si kukaa na njaa na kiu, ile ni saumu ya umumi. Ile innama siyamu min allaghwi warrafath, kufunga ni kujizuilia na maneno machafu na upuuzi. Saumu ni kujizuilia, sio njaa, sio kiu. Njaa na kiu ni kitu muhimu sana.